Bibi na mabwana, jamhuri ya muungano wa Tanzania. Baada ya shukrani kubwa kwa Mungu, nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi wote mlio hapa leo. Langu kwenu ni kwenda kuviishi viapo mlivyo hapa leo, na kwa kiapo cha maadili, najua jaji huwa anatoa kopi baada ya zile mbili mlizo saini, moja na kurudishia hiyo ni reference yako ya kuiangalia kila baada ya muda. Hata mimi hapa ninayo ya kwangu, nakaa kipindi kisha naichukua naitizama, najiwekea tiki, wapi niko sawa, wapi nalegea, wapi hivyo. Kwa hiyo ndio maana ya kiapo hiki na kupewa kopi. Lakini niwaombe pia ndugu zangu mlio hapa leo, kiapo kile kikubwa na kile cha maadili, mkashirikiane na mtaka wakuta kule mnakokwenda fanya kazi kwa mashirikiano, lakini na wale mtakaokutwa. Mawaziri wako hapa na makatibu wakuu, mmekuja kupokea watu wapya, mkawape ushirikiano na mwelekeze ipasavyo, uh, wapya wanaokuja. Uh, kwa upande wa maelekezo mahsusi, Dr Nagu, hongera. Uh, tumekuweka nafasi hii Katu, ni majukumu makubwa kuliko uliokuwa nayo. Najua ulikuwa na majukumu makubwa lakini haya ni makubwa zaidi. Kwa hiyo nadhani, kwa kipindi kichache nilichokuweka nje kidogo ya majukumu, ingawa ulikuwa unaendelea na majukumu yako ya kawaida, utakuwa umesoma somo, na kwamba utakwenda kutekeleza vyema majukumu yake hapa yako hapa kama kiapo ulichokula hapa. Uh, ni nikwambie tu kwamba unakwenda kuwa naibu katibu mkuu uh, ndani ya TAMISEMI, masuala ya afya ni Tanzania nzima, ndani ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kama unavyojua kuna ongezeko kubwa sana toka mwaka ishirini ishirini hadi leo, ongezeko kubwa la zahanati, ongezeko kubwa la vituo vya afya kwenye makata hospitali za wilaya na zile hospitali kubwa za mikoa na za rufaa. Za rufaa, sio za kwako na za mikoa, lakini huku chini kwenye maeneo yako kuna ongezeko kubwa, lakini pia serikali imefanya kazi kubwa kupeleka vifaa tiba, vitendanishi, wataalamu na mambo kama hayo, na tunaendelea kupeleka. Tunajua bado kuna changamoto, lakini tunakutaka ukayasimamie vyema. Tunaendelea na shughuli za ukarabati wa hospitali kongwe za zamani ambazo nazo tunataka zifanane na wenziwe ambao tumewajenga hivi karibuni na kuzipatia vifaa, na vyenyewe hizo kongwe tunataka kuzileta uh, katika uh, kiwango hicho hicho. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba afya ya msingi inaboreshwa na tunasogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Kwa hiyo una kazi kubwa. Naomba nenda kasimamie na tuone sasa kazi yako inavyoendelea, lakini kubwa zaidi kuwajibika kwako kwa wananchi kule chini, kasimame vyema, kwa sababu nafasi yako hiyo, kuna kushirikiana na wanasiasa hasa wabunge na madiwani, na wenyewe wana changamoto zao. Bunge yuko hapa, anajua. Kwa hiyo nenda kasimame vyema, shirikiana nao vyema katika kutatua changamoto wanazozileta, linalowezekana ambae tunaweza tutafanya, nenda kaone, kawatembelee. Lisilowezekana wape sababu ya maana, kwa nini hilo haliwezekani. Lakini jitahidi kutafuta ufumbuzi wa shida za wananchi kule chini, na mkaondoe urasimu usio na tija uh, kwa michakato ya manunuzi na kajitahidini kuzingatia sheria hayo ni majukumu makubwa zaidi Dr Nago, na ni imani yangu kwamba utakwenda kuyasimamia ipasavyo. Kama Grace aliweza na wewe utaweza, na imani hiyo uh, Dr Fred Matola Msemwa, katibu mtendaji wa tume ya mipango mipango, wewe ni, ni mtu wa Mungu. Nilikuona ukiwajibika vyema kanisani, Nilipokuona kule nka anajiuliza nimemwona wapi huyu mtu? kumbe nilishakuteua kwenye hii nafasi. Kwa hiyo nenda kasimame vyema, kwa imani yangu ni kwamba unafaa na unatosha. Kutokana na kuwa umefanya kazi kwenye mashirika ya kibiashara na ya umma, una uzoefu wa kutosha. Nimekuwekea naibu katibu mtendaji mzuri, mwenyewe namwita maijirafu Nimemsacrifice eh, nimekuletea nime, nyinyi wawili mnaweza kufanya kazi vizuri sana. Blandina ni mzoefu, ana uzoefu wa taasisi za nje, marepo wa huko kwenye research za kiuchumi, lakini pia ana uzoefu aliopata ndani ya ofisi ya rais, miaka mingapi Blandina? Minne. Ndani ya miaka minne sasa ameiva, anaweza kufanya kazi vizuri ya taifa Kwenye nafasi hii ya naibu katibu mtendaji wa tume, naomba mkashirikiane, mkashirikiane. Watanzania wana imani kubwa na tume hii na tume hii na nyinyi mmeingia kwenye kipindi hiki muhimu, ambako waziri anakuongozeni katika uandikaji wa dira yetu ya miaka 25 ijayo ya taifa hili. Waziri ameongoza vyema, dira iko hatua za mwisho utekelezaji utawategemea nyinyi. Kwa hiyo naomba mwende mkasimame vizuri. Ni kipindi hiki kizito na kigumu ambacho mmeingia, lakini imani yangu kwamba mnaweza mkafanya vizuri. Lakini vilevile vile, uh, kuna miradi mikubwa ya kitaifa ambayo inataka coordination ya tume. Lakini uratibu wa miradi kwa ujumla ndani ya taifa letu ni kazi yenu tume ya mipango, na ndio maana mmeitwa tume ya mipango. Kwa hiyo ndani ya wizara yenu kuna mipango na uwekezaji. Uwekezaji watakuwa wanapokea miradi mbalimbali mbali, lakini nyinyi tume kazi yenu kuratibu na kuhakikisha kila mradi unaokuja kitaifa umekaa pahali pake, unatekelezwa ulivyo au vilivyo, kama tulivyokubaliana kwenye mikataba yetu na huo mradi. Lakini jingine ni kwamba tunataka tuhakikishe mipango na miradi mbalimbali mbali ya kisekta inafungamanishwa na malengo ya kitaifa. Kwa hiyo sio tu dumping ya miradi lakini ile miradi ifungamanishwe na malengo ya kitaifa. Kwa hiyo niwaombe sana, mkakae vizuri huko mkashirikiane na wizara, lakini nyinyi tume ndiyo tunasema nini, sukani ndio mnyororo utakaoendesha wizara. Mnyororo wenu ukitoka meno, wizara haitakwenda vizuri. Kwa hiyo niwaombe sana sana sana mkashirikiane katika kufanya hiyo kazi.